Zamani sana, kabla ramani hazijachorwa, kulikuwepo himaya ya Zara, nchi iliyozungukwa na milima mirefu kama walinzi, mabonde yenye rutuba na mito mitatu iliyokatiza ardhi kama mshipa ya uhai. Watu wa Zara walikuwa jamii ya kale iliyoishi kwa hekima, lakini pia waliogopa jambo moja kuliko yote, kukabiliana na matatizo moja kwa moja. Mfalme wa Zara aliitwa Mtemi Zuberi, mtawala mwenye moyo mwema lakini aliyekuwa na doa moja. Alipenda kukwepa matatizo. Kila tatizo lilipotokea, aliamuru lipelekwe mbali au lifunikwe na sherehe. Muda utalimaliza, alikuwa akisema. Siku moja mvua ilikosekana, mito ilianza kupungua na mabonde yakaanza kukauka. Wazee wa baraza walimwendea Mtemi Zuberi wakasema, ewe mtemi, chanzo cha mito kimezibwa milimani, Lazima tuende tukakifungue, la sivyo njaa itatuangamiza. Lakini Zuberi aliogopa mlima ule uliokuwa ukisemekana kuwa na maporomoko na wanyama wakali, akaamuru watu wahame mabondeni, waende upande wa pili wa himaya. Miongoni mwa vijana wa Zara alikuwepo Kato, kijana shujaa mwenye moyo thabiti, na dada yake Neema, msichana mwenye akili na busara. Waliona wazi kuwa kukimbia hakukuwa suluhisho. Walipomwendea mtemi, aliwakemea, msiniletee matatizo leteni amani. Usiku mmoja, sauti ya ngurumo ilisikika milimani, mwamba mkubwa ulianguka na kuzuia mto mkuu kabisa, mto Luma. Hofu ilitanda, watu wakaanza kukimbia bila mwelekeo. Ndipo Kato akasimama katikati ya uwanja wa kijiji akapaza sauti, kukimbia kutatua, tukikabili hili tutaishi. Akiwa na Neema na wachache waliothubutu, walipanda mlima hatari, walikumbana na maporomoko, upepo mkali na giza zito. Mara kadhaa waliogopa kurudi nyuma, lakini Neema aliwakumbusha tatizo, likikufukuza, ukikimbia litakufuata. Walipofika chanzo cha mto waligundua mwamba uliokuwa umeanguka kwa sababu ya miti kukatwa hovyo miaka iliyopita. Kwa juhudi, walitumia zana za kale, wakachimba, wakavunja sehemu ya mwamba. Maji yakaanza kutiririka tena kwa kishindo kikubwa, kama sauti ya ushindi. Waliporudi Zara, watu walilia kwa furaha. Mtemi Zuberi aliinama kwa aibu mbele ya Kato na Neema, akatangaza, kuanzia leo Zara haitakimbia matatizo, tutayakabili kwa hekima na ujasiri. Tangu siku hiyo Zara ikastawi tena na hadithi ikabaki ikisimuliwa vizazi kwa vizazi, kwamba anayekimbia tatizo hulilea, anayelikabili hulimaliza. Hadithi ya Himaya ya Zara inatufundisha ukweli mzito wa maisha: kukimbia matatizo hakuyamalizi, kunayaongeza nguvu. Mara nyingi tunapokumbana na changamoto, iwe ni hofu, kushindwa au makosa yetu, tunachagua kukwepa, kujificha au kusubiri muda upite. Lakini kama ilivyokuwa kwa Zara, muda hauponyi tatizo lisilokabiliwa. Kato na Nima wanaonyesha kuwa ujasiri si kukosa hofu, bali ni kusonga mbele licha ya hofu. Walielewa kuwa kukimbia kungeharibu jamii yao zaidi. Vivyo hivyo katika maisha yetu, tunapokabili matatizo moja kwa moja, tunajifunza tunakuwa na tunapata suluhisho la kudumu. Mtemi Zuberi anatukumbusha kuwa hata viongozi, wazazi au watu tunaowaangalia wanaweza kukosea, lakini hekima ya kweli ni kukubali kosa na kubadilika. Kukiri tatizo ni hatua ya kwanza ya kulitatua. Fuzo kuu ni hili: usikimbie tatizo, Likikufuata leo, litakufikia kesho kwa nguvu zaidi. Likikukabili leo, linaweza kuwa daraja la mafanikio yako kesho. Kabiliana, jifunze na songa mbele. Hapo ndipo ushindi wa kweli ulipo. Asante kwa kutazama video hii na tafadhali acha komenti yako.